Karibu tena katika kipindi cha Jiko Class mtazamaji na msikilizaji wangu, siku ya leo tutaongelea zaidi nishati tija katika matumizi ya kupika majumbani na sehemu za biashara na taasisi. Tukianza majumbani, kimsingi kuna juhudi mbalimbali zinazoendelea mbali za uzalishaji wa teknolojia ambazo ni rafiki kwa mazingira katika kupikia majumbani na swala zima la upishi katika majumba linakabiliana na changamoto za uelewa. Watu wanatumia teknolojia ambazo sio rafiki sana kwa mazingira, na sio zinatumia nishati kidogo. Kwa hiyo hili swala ni changamoto, lakini utumiaji wa nishati safi na yenye tija katika ngazi ya kaya unaleta mahusiano mazuri kati ya mpikaji na watu wanaomzunguka na katika mnyororo wa thamani, maana yake kwa wale wanaotumia teknolojia za nishati za kupikia pamoja na nishati yake, na wale wanaouza kwa mfano mitungi ya gesi ya wazalishaji na wauzaji mbalimbali, wale wanaotengeneza majiko, bado kuna fursa ya nishati yenye tija katika kupikia katika ngazi ya majumba, na vile vile inapunguza matumizi ya nishati na kupunguza matumizi ya fedha. Lakini tunapokwenda matumizi ya nishati yenye tija katika kupikia katika sehemu za biashara na taasisi napo ni jambo ambalo ni muhimu sana. Kwa mfano, katika mashule. Nishati yenye tija inasaidia kuboresha elimu katika vyuo na mashule, katika shule za kata. Watoto wanapopikiwa chakula mashuleni kwa nishati yenye tija inayofanya wafikirie vizuri na wala sio kufikiria kuacha masomo. Lakini vile vile kuna wanaotoa huduma za upikaji wa vyakula katika maeneo ya biashara na maeneo mengine ambayo sio ya biashara, hawa mamalishe, nasema kama wakawa babalishe, sio lazima wawe mamalishe, kwa sababu kuna wapikaji wengine ni wanaume vile vile, kwa sababu masuala ya nishati hayatengi wanaume na wanawake. Inahitaji kutumia nishati kwa tija. Kwa sababu gani? Utapunguza matumizi ya nishati katika kupika lakini utaongeza tija, labda kufanya chakula kipikwe haraka na kupikwa kingi na ukaweza kuwahudumia wateja wengi kwa wakati. Lakini katika sekta nyingine ya uzalishaji, kwa mfano viwanda vidogo vidogo, vidogo vinavyotumia nishati yenye tija, kwa mfano kuchomelea vyuma ambavyo ni viwanda vidogo vidogo katika maeneo ya vijiji, tunaona kwamba swala la ujenzi limeshika kasi. Kwa hiyo sehemu kama hiyo ikiwa inatumia nishati kwa tija, inamaana kwamba atatengeneza bidhaa na anapouza atapata faida, lakini atatengeneza ajira katika mnyororo wa thamani wa wale wanaotengeneza, wanaotumia na wanaouza. Lakini hata katika mahoteli katika sehemu za miji na mijini, wanatumia nishati yenye tija na hata hivyo kuleta ubora katika sekta zima ya mapishi lakini pamoja na kutumia nishati yenye tija katika ma, masuala mazima ya mapishi katika mahoteli makubwa bado tunaona kuna swala la utumiaji wa nishati zisizo safi. Kwa hiyo inatakiwa kujenga uelewa katika taasisi za biashara, mahoteli, katika vituo vya afya, mashule waweze kutumia nishati safi yenye tija kwa ajili ya kupunguza matumizi ya nishati kwa wingi, hasa masehemu ambayo maeneo ambayo hajafikiwa na, na umeme. Kwa baada ya kusema hayo, nitoe mwito kwamba elimu inatakiwa, na ukizingatia kwamba suala zima la nishati yenye tija na nishati safi ni wimbo unaoimbwa kimataifa katika nchi yetu, na hata mheshimiwa Rais yuko mstari wa mbele kuhakikisha kwamba kunakuwa na nishati safi ya kupikia kwa ajili ya kumkomboa mwanamke, lakini kuboresha kipato katika sekta zima ya mapishi katika biashara matumizi ya majumbani na katika taasisi.